Hapa na baadhi tu ya wakazi wa Bomet ambao wako tayari kuchangia kwenye mada ya leo. Labda nianze na na okay. Na wewe. Anza unia... jina, unaitwa nani? Kwa machina, mimi naitwa Penalty Cheruyot. Asante sana Citizen kwa kucha kuchukua maoni hapa Bomet. Kwa upande yangu, na miaka yangu niko nayo sahihi. Huo tulikuwa tunasikia kwa shule unasemwa, batilisha ngosi ngali mbichi, ama huwa anasema mtoto mleavyo ndiko wa kuwapi. Sasa ukiona saa hii mambo na GNC wamekosa heshima, saa hii mara unaona saa zingine rais amewekwa kwa jeneza. Sasa inaonekana upotofu ama nidhamu imepotea. Ni bosa maafisa wa polisi wanauwa vijana, si ati wanapenda kuwaua juu kisirani na mambo ya dawa ya kulevya imekithiri. Sasa tunaomba serikali ama department wa interior r wafanye PR na wananchi. Najua polisi wakiwa mbali na wananchi huwa tunakosana heshima, inakosekana juu. Unaona kila mara maandamano ikifanyika Nairobi, lazima kijana moja ama wawili wauliwe, wengine wanajeuriwa, magari inachomwa, kuonyesha ni damu imepotea. Niliona vijana, vijana askari wanatembea na vijana wanabeba rungu, wanafuatana na polisi

Libu, ama hata kitu gani, wa awa, na na na na hawa wasaidie hiyo kazi kabisa Pomet. I can say so far so so far good, sisi na polisi wa huko at least tuko na relationship poa, reason being provoke uh, vijana wenzangu uh, from the world, the country wide kwamba before uende demonstration or the so called peaceful demonstration Uh, kitu unafaa kujua what is the primary intention of the demonstration because unasapata watu wanachita wana, wana ni waandamanaji wa amani but uh, unapata mtu amepepa silaha na anachita mtu ana demonstrate or a peaceful demonstrator, so ni kuambia tu, kama mimi hata kama ningekuwa polisi, mimi siwezi angalia wewe unanikujia na panga na niashuru lakini serikali kuu ikiweza kuangalia kuangazia sana itabasamu sana mambo na security na ipeane masharti ya kwamba wafuate tu masharti, yani sheria. Mm, wafuate sheria kabisa, ikiwa tumeenda mpaka tumetafuta kunja ambayo watasaidiana na maaskari katika waandamanaji hapo tunayapeleka nji yetu nji yangine ambayo si mzuri. Broad based government umeunganisha hii Kenya, lakini kitu nataka niimize kabisa, rais wetu wa jamhuri wa Kenya akiongozwa na Kipchumba Murkomen. Ukiona yale ambayo yalitokea sehemu za Angata, hiyo haikuwa maandamano. Lakini askari mwenyewe ameua mwalimu raia. Hiyo haikuwa maandamano. Tukilete uhusiano mzuri tukitaka tulete uhusiano mzuri, tukitaka tulete uhusiano mzuri kwa raia tutavotishe ile ya huko na hii ya maandamano. Na tunaomba maaskari zetu ulipoajiriwa unajua, unapoua mtoto ya mwenyewe tambi naye atakufuata. Usitumiwe na wakubwa sangaze za juu, uambiwe enda fanya hii juu wewe ni costable. Hiyo tunawaomba maaskari zetu, tunawapenda na nyinyi ni watoto yetu. Uh, ni baadhi tu ya sauti za wakazi wa kaunti hii ya Bomet ambao wengi wao wanasema kwamba kuna haja ya mazungumzo baina ya Wakenya na maafisa wa usalama ili suluhisho ipatikane ya kudumu. Kutoka eh, kwangu hapa sina la ziada, na kurejesha studioni. Naam, asante sana Rashid Abdalla. Tunapoliweka kwenye mizani utendakazi wa maafisa wa polisi eh, katika siku za punde tumeona uh, maafisa wa polisi wakituhumiwa kwa utumizi wa nguvu kupita kiasi, eh, hata kisa cha punde zaidi kikiwa cha yule mwanabiashara ambaye alikuwa anauza barakoa a, pale jijini Nairobi akiweza kufatuliwa risasi, ambaye inaendelea kupigania maisha yake katika chumba cha wagonjwa wa hali mahututi katika hospitali ya rufaa ya kitaifa ya, ya, ya Kenyatta. Tunasema na wakazi mwanzo, a, mziaji, wa wa hapa mwanzo, utajitambulisha. Unazungumziaje utendakazi wa maafisa wa polisi hapa Maralal Samburu County? ni salama, polisi pia ni wananchi, washirikiane na community policing, wakifanya kazi yao. Na jinsi wanavyokabiliana na waandamanaji ni sawa ama si sawa? Ni sawa kwa sababu wanataka kuweka security Kenya. Na unazungumziaje tuna kazi wa polisi mwanzo, kwa majina naitwa Bella. Uh, mambo ya polisi tumeona pia wanatumia uh, excess force kwa wananchi, of which atufurahi but atufai pia kwa condemn cause maybe mambo ya magangsters ikikuja, uchambazi ikianza kuelekea mabiashara sitaanguka, kama pale Nairobi, tumeona watu wakiibiwa, wanabiashara wako vizuri, wanaumia that is unfair also. so tunafaa kubalance, tuone venye mambo iko. Ukiangalia matukio ya punde ya polisi kwa kabili waandamanaji, kuna kumekuepo na utumizi wa nguvu kupita kiasi. Wewe kama Mkenya ambaye mlipa kodi, mlipa ushuru, utazungumziaje utendakazi wa polisi uh, wakati ambapo taifa linakumbwa na shinikizo za maandamano ya vijana maarufu jenzi? Eh, mimi kwa maoni yangu hii mambo inaendelea nchi hii sasa, imeenda sana, imeenda sana. na mimi kama, kama, kama mzazi pia niko na vijana na niko na jenzi na aa, polisi pia wako na mambo familia na wako na watoto. Hao wangesikia namna gani watoto wao kufinywa kitendo kama hiki? na tungependa kusema kwa, bo, kwa Inspector General Kanja. Hao vijana hao maskari wetu na ndugu zetu nani, nani, nani familia zetu mambo ya maandamano ikifanyika walikuwa na njia ya ku, vile ya kucontrol maandamano, si kuua mtu. Wananchi wanaonekana kupoteza imani na idara ya polisi. Nini kifanyike kurejesha imani hiyo? Rishavu ilitolewa vile walifanya, rishavu wale mawaziri, hata hiyo mapolisi fanyie rishavu yote, kutoka juu mpaka chini eh, hiyo tu ndio dawa. Jumbe wako kwa vijana wa Gen Z, manake wanaitisha maandamano uh, tarehe 25 uh, mwezi huu? Mimi naambia vijana. Eh, wakwe peaceful wasipore ma, mali ya watu kama Ka wanafanya maandamano, wanafanya maandamano ya amani, na isikuwe na mambo ya kupora watu ama kuharibu mali ya watu na uh, so Dr. Rashid Abdalla, ndizo kauli zinazoibuliwa na wakazi wa gatuzi la Samburu kuhusiana na mada yetu ya leo, wakiweka kwenye mizani na kuibua kauli zao uh, wanazodai kwamba zinapaswa kutendewa haki uh, wakitaka tu maafisa wa polisi kutekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria na pia wakitaka uh, mageuzi makubwa kufanyiwa idara ya polisi ili, ili kuona kuwa uh, imani inarejeshwa kwa kuwa wananchi wa Kenya wamepoteza imani idarii, wa nyukumu, na idara hii ambayo imetikwa jukumu la kuweza kuwalinda uh, na kulinda mali na wananchi. Niruhusu nitie kikomo. Na mtazamaji maoni ni mengi na ni vizuri tuweze kusikia sauti mseto kutoka kwa Kenya. Tumesalia kama dakika kama nne hivi kumaliza mada yetu. Alafu nitawalika tena inshallah Alhamisi ijayo ili kuweza kuzungumzia yatakuwa yajiri siku ya Jumatano lakini pengine, nitakuja kwa Kuhusu kuzungumze kwa dakika moja. Alafu nimpe ndugu yangu Diomo kwa dakika moja. Alafu tutamaliza na mmoja wapo. Najua nyote mnaniangalia kataka kuzungumza, lakini nitazigawanyaje dakika nne? Tuanze kwa Kuhusu kwa dakika moja. Kauli yako ya mwisho unasemaje? Asante. E, kwanza ningependa kusema kuwa wakati tunachanganya siasa na usalama ama haki za Wakenya hapo tunakosea utapata, kwa sababu utapata hatutawajibika kwa Wakenya, tutawajibika kwa wale watu ambao wanatupatia amri. mm -hmm. Na kusema ukweli, kama vijana wamekosa kazi, in the universities we can't even afford a meal ama hata mahali pa kulala kulipa rent, ukiitwa pale, ukikuwa ukiwajibika kwa mwanasiasa, definitely utawajibika kwake, lakini hautasikiza jinsi ambavyo wakenya wanasema. Na ndio maana sisi, in as much as kama mimi nimemaliza na sina kazi ya waiting graduation, nina, niko hapa ninatetea haki za, wan za wananchi picture because ako hapo anaungana na wananchi kama sisi na anatutetea na anasema kwamba ni ukweli hiki na hiki hakifanywi vizuri, so analetwa in the discussion because ako part of us, na anatuonyesha kuwa anatujali. Lakini sasa, upande ule mwingine wa serikali wanafaa pia watusikize sisi wa Kenya, na tumalizia E, na tukuja na njia mwafaka tukiandamana, wacha watu watusikiza, wasitufurushe, wakuwa wakutusikiza. Na sisi pia tukiona wanatusikiza tutawambia vitu ambavyo tunataka na pia wakitekeleza hivyo no. Then sidhani kutakuwa na shida yoyote. Shukrani sana Lucy Thiongo. Asante uh, sana bwana Rashid, niseme ya kwamba sisi kama vijana tuko na jukumu la kutengeneza nchi yetu, na niseme ya kwamba naniambie vijana wasije wakachoka kutetea nchi yao kwa sababu wakati ambapo tulikuwa tunasoma katika <coughs> shule ya msingi tuliambiwa kwamba sisi ni viongozi wa kesho. Hiyo kesho hiyo ambayo tuliambiwa ndiyo hii imefika sasa. Na kwa hivyo nielezo vijana, tuendelee kushikilia kamba, tuendelee kutetea haki zetu, na niweze kuhimiza serikali, tuwe na mazungumzo na vijana, tuwe na mazungumzo na, na, na Wakenya, tuweze kusikiliza uh, matakwa ya Wakenya no. ile jambo ambalo mlituahidi wakati wa mwaka wa 2022 ambayo mliita the plan, mpango tunataka kuiona ikitendeka kwa sababu tuko tuko mwaka wa 2025 katikati, yeah. miaka mbili imebaki, hakuna kitu ambacho tumeona. Kwa hiyo the plan, la sivyo hatutachoka kusema must go must go. Na pia niendelee kusisitiza na nieleze Bwana Uponyo no. Nikimalizia nieleze Bwana Uponyo, hakuna mtu ambaye anahitaji kukugaslight ama kukwambia e, wakati unapoona na macho yako vitu vibaya vikitendeka, wakati ambapo unaona watu wa marungu wakitembea na polisi no. na mtu wa mask anapigwa risasi. Hakuna mtu anahitaji kukuambia hayo ni makosa. Na nieleze uh, jambo la mwisho nikimalizia, na, mtu, naona, naona, kwamba I want to tell the the, the president this no. that we have a date with you in 2027 na vijana watakutoa katika kiti hicho. Shukrani uh, sana jamani, naona kwamba muda umesonga. Dada yangu Njeri Kego taniwia radhi, George, uh, Musa Mali mtaniwia radhi, uh, na pia vile, vilevile wakili maanake no. mwelekezi wangu hapa anaona atanifanya niende nikaone daktari wa masikio, maana anaambia muda umesonga lakini asanteni sana muda batupo inshalah. Rose Kiwai tawalika muje muzungumze hapa nchini, hapa studioni kuhusiana na swala nayoendelea hapa nchini Kenya. Mtazamaji kutoka kwangu nasema asante sana kwa wale maafisa wa usalama ambao wanatekeleza majukumu yao, wajue kwamba wananchi sio maadui wao wakati wanatekeleza kazi zao kwa haki na usawa. Na wale wachache ambao hawatekelezi hivyo, basi wajirekebishe ili wasitie doa kwa kikosi cha polisi. La tatu tuna kibarua kwa serikali iliyo madarakani, kuhakikisha kwamba inajenga imani iliyopo kati ya maafisa ya polisi na raia. Maanake ukweli uambue, kufikia sasa imani hiyo imepotea. Tukiijenga tutasonga mbele kama pamoja, tusipoijenga tutakuwa na wakati mgumu. Tunawahitaji kama wanavyotuhitaji. Rashid Abdalla nika